Ifike wakati sasa tuheshimu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Imetuamini na ndio maana tumepata uteuzi huu, na leo tunaenda kujaza mkataba wa kutumikia Tume Huru ya Taifa Waigo, ya Uchaguzi. Kwa hivyo, kwa niaba ya mkurugenzi wa tume ya taifa ya huru ya taifa ya uchaguzi, ninaomba niwasihi tafadhali, hizi nyaraka ni kwa ajili yako. Ukifika nyumbani, endelea kusoma maeneo ambayo hujaelewa, wakufunzi wako lakini vile vile maalokata wako Suala so, lingine ambalo nimependa niwasisitize ni kwamba mkitoka hapa, mnaenda kwenye maeneo yenu ya kazi, kila mmoja wetu apite kwenye kituo chake, apite kwenye kituo chake leo na kesho, kama ambao wanawahi. Ukishindikana, basi kesho uhakikishe kwamba kuna majina yamebandikwa kwenye kituo, na kama majina yameshabanduliwa na wananchi, wana mambo yao, unaweza kushangaa umefika kwenye kituo chako majina yamebanduliwa. Ni muhimu ukahakikisha mpaka kufikia jioni majina bado yako yamebandikwa, kwa yame sababu kuanzia kesho jioni, ulinzi utakuwepo wa kutosha. Tuhakikishe majina yanakuwepo ili mzuri, tusije tukaleta taharuki siku ya kupiga kura, na hatutapenda kusikia simu za kusema kwamba eti majina hakuna siku ya uchaguzi. Hapana, kesho kesho majina yaweko kwenye vituo vyetu. Hii e ni pamoja na mabango mabango yote lazima yao yamebandikwa kuelekeza wananchi maeneo ya kupigia kura. Kwa hiyo, nina imani yote haya mliofundishwa, mnaenda kuyashika lakini vile vile naenda kuyafanyia kazi. Tumesema kwamba haya masuala ya usiri a, ni muhimu sana na ndio maana mmeapa, mmeapa hapa kwamba mnaenda kutunza siri. Kuna masuala ambayo mtapewa maelekezo na wasimamizi wetu wa uchaguzi ngazi ya kati. Tafadhali, sasa hivi ni muda wa utekelezaji. Umeona kuna sehemu inakushinda? Piga simu mapema. Nadhani hii imeeleweka vizuri. Tunapigia mstari hakikisha unasikiliza maelekezo ya msimamizi wa eneo lako. Naitwa Aloisi Joakim Kinyaga, ni mwenyekiti wa mafunzo kwa wasimamizi wa uchaguzi wilaya ya Kilolo. Kimsingi mpaka kufikia siku ya leo, wanasemi na kwa ujumla wameelewa somo au mada ambazo zimekuwa zikiwasilishwa na wawasilishaji vizuri, lakini pia wamepata nafasi ya kuweza kujadiliana kuweza kujengeana uwezo zaidi, ili kuhakikisha kwamba zoezi la tarehe ishirini na tisa linafanyika kwa asilimia mia moja pasipokuwa na kasoro zozote. Wito wangu kwa wanasemina wote ambao wamepata mafunzo ni kuhakikisha kwamba wanazingatia taratibu zote ambazo wameelekezwa, hususani tukizungumzia uh, kabla ya tukio lenyewe wakati wa tukio lenyewe na hata baada ya tukio lenyewe. Kila kipengele kilichoelekezwa lazima uhakikisha kwamba wanakifuatia kwa wana, wana umakini wana zaidi. Kwa majina naitwa Kuche Richard Kilave, ni mwanafunzi katika mafunzo haya ya uchaguzi ambao utafanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano katika shule ya sekondari Kilolo. Somo limeeleweka vizuri na tunaendelea kuelewa baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia kusimamia siku ya uchaguzi. Majina, ninaitwa Boniface Godfrey Shonde ni mwanafunzi mwanasemina katika kituo hiki cha Kilolo Sekondari kwa ajili ya uchaguzi ambao utafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwa kweli mafunzo ni muhimu na yana msaada mkubwa. Mfano, nimejifunza namna mbalimbali ya namna nitakavyohudumia watu, kwa sababu pale tunaenda kuhudumia watu ili waweze kufanya zoezi la upigaji kura bila shida yoyote. Kwa hiyo yana ni yamenisaidia na ninaamini tutaenda kufanya vizuri.